Jubilei elfu mbili na ishirini na tano maujaji katika matumaini, Bikira Maria mama wa wote. Wapendwa familia ya Mungu, tumekuja tena kwenye hija ya mwaka huu mwaka wa jubilei ambapo kama tulivyokwisha fundishwa tumefundishwa juu ya matumaini. Tumeleta maombi yetu kwa mama Bikira Maria, tumekuja kutoa shukurani kwa yale ambayo ametujalia kupitia maombezi yake. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa na kituo hiki katika jimbo letu la Bukoba. Mnaona kwamba kituo hiki ni hazina tulionayo. Tungekuwa tunakusanyikia wapi kama si kituo hiki ambacho waasisi wa jimbo letu la Bukoba waliona wakianzishe miaka hiyo ya hamsini. Tuwashukuru na kuwaombea hao wazee wetu ambao wametangulia. Wapendwa familia ya Mungu, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa yote ambayo ametujalia. Tumefika hapa kuleta magonjwa yetu, tumefika hapa kuleta wagonjwa wetu, tumefika hapa kuleta udhaifu wetu binafsi wa roho na mwili. Tunaleta shida kutoka familia zetu na utume wetu pia. Tumekuja kuomba msamaha wa dhambi zetu kupitia maombezi ya mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria, utuombee kwa yale yote ambayo tumeshindwa kuyatimiza. Na wewe, kwa kuwa ni mama wa matumaini, utupatie matumaini ya kwenda mbele. Wapendwa katika Kristo, kama tulivyosikia katika injili ya leo, familia ya Nazareti, bwana wetu Yesu Kristo, mama Bikira Maria na mtakatifu Yosefu, walikuwa na mazoea ya kufanya hija kwenye hekalu la Yerusalemu. Wapendwa maujaji, Ninawashukuru kwa kuja kwenye hija tena. Mmefanya vizuri kuja kwenye kituo hiki cha Lurdi ya Mugana. Mmekuja ili muweze kuneemeka kiroho na kimwili na kuendelea kuimarisha mahusiano yenu na Mungu. Hiyo ndiyo maana ya ida. Kama tulivyosikia Bwana wetu Yesu Kristo na wazazi wake walienda Yerusalemu, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alibaki ndani ya hekalu akitafakari mambo makuu ya imani na wazee wa Yerusalemu ingawa mama yake Bikira Maria alimlalamikia kwa sababu alibaki nyuma, lakini Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa ni Mungu anatufundisha kuwa tunapokuja kwenye hija inabidi tubaki kwenye lengo la sala, siyo kuanza kutafuta vyakula au vinywaji, kufanya maongezi au kuanza maangaiko ambayo hayaelekei nia moja ya kuja hapa. abo mkiayi abagamba kuramya vikungu okashaga omgole. Hadithi inasema hivi, kuna watoto wengi walienda kwenye sherehe ya ndoa Mtoto mmoja alipomuona mgonjwa wa koma akashangaa, maana alikuwa ajawahi kumwona mkoma. Akabaki akicheza naye siku nzima, na watoto wengine wakaenda kumwona bwana na bibi harusi na kumshangilia, kuwashangilia bwana harusi na bibi harusi watoto waliporudi wakamkuta bado anacheza na yule mgonjwa wa ukoma. Ndipo wazee wetu wa zamani wakasema, okuramyabikunku okashaga ongole. Sasa, ndugu zangu, tunapokuja hapa, nimeangalia baadhi yetu, unaona mbaramyabi kunku kushaga ongole. Tumekuja kwenye kituo cha Mama Bikira Maria ija, sio kwenda kutafuta vyakula, kwenda kutafuta nini. Tunavihitaji hivyo vitu lakini vipatie muda wake, na muda huu utumie kwa kuwa karibu na Mama Bikira Maria na kusikiliza yote ambayo yanafundishwa. Nipende kuwashukuru walio wengi, naona mnafanya hivyo, lakini wachache ndiyo e. mbaramya vikunku mbashaga ukiaki kuramya ongole, mama yetu Bikira Maria. Wapendwa, tumesikia wazazi wa Bwana wetu Yesu Kristo wanakwenda naye, lakini anabaki nyuma na wazazi wanakuwa na wasiwasi, kwa nini amebaki nyuma, na wanarudi kumtafuta. Ndugu zangu, hayo yanaonyesha familia ya Nazareti ilikuwa na malezi kweli kweli, ilikuwa inafuatilia mwenendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, mtoto wao. Sasa ndugu zangu Nyie wengi mnatoka katika familia. Mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu wanatufuatia mfano mzuri wa kufuatilia watoto we wao au watoto, watoto mtoto wao. Na nyie ninawaomba mwendelee kuiga hawa wazazi wetu wa Nazareti kufuatilia malezi na makuzi ya watoto wenu, marafiki anaokwenda naye, kama nina mtoto mmoja au watoto wenu, kufuatilia marafiki, kufuatilia sehemu anazotembelea, kuona maendeleo ya mtoto kama yuko shuleni. lakini kwa bahati mbaya siku hizi baadhi ya wazazi wamewaachia watoto, eh, wale walezi wanaokuwa nao. Ukumbuke kwamba kama aufatilii kama wazazi hawa Bwana wetu Yesu Kristo, unakuwa umeshindwa kutimiza wajibu wako. Wapendwa wazazi, timizeni wajibu wenu kwa kufuatilia kwa makini na kuulizia, kama ulivyosikia bwa mama Bikira Maria anamuulizia Bwana wetu Yesu Kristo, imekuwaje ukabaki nyuma, unatesa? Fuatilia watoto wasije wakaanguka kwenye hawa eh, wauni hao wakaambukia kwenye madawa ya kulevya. Ukifanya hivyo, utakuwa unatimiza wajibu wako na unaiga fadhila za wazazi wa Nazareti. Wapendwa waamini, tumesikia bwana wetu Yesu Kristo alipopotea wazazi wake walimkuta hekaluni. Ndugu zangu, inawezekana na sisi watu wazima tukapotea, lakini unapotelea wapi? Hau wanapokutafuta, kama kuna mgeni amekuja pale nyumbani wanakukuta wapi? Mke wako anapokutafuta anakukuta wapi? amme wako anapokutafuta anakukuta wapi? Kwenye vyama vya kusaidiana, au anakukuta kule kusikojulikana? Wewe baba, mke wako anapokutafuta anakukuta wapi? Bwana wetu Yesu Kristo alikutwa kanisani. Sasa wewe unapotafutwa unakutwa wapi? Je, mali zako fedha zako zinapotelea wapi? Ndugu zangu, tunaposikia injili hii tutafakari, kila mmoja, je, mimi linalonifanya nipotee ni nini? nipotee kwa watu wengine wanapotelea vilabuni, wengine sijui wanapotelea kwenye nyumba ndogo. Ndugu zangu tafakarini, tunapotoka hapa. Namuombe mama Bikira Maria akusaidie. Tunaambiwa Bwana wetu Yesu Kristo aliporudi nyumbani baada ya hija, aliwatii wazazi wake. Yeye licha ya kuwa alikuwa Mungu, aliendelea kutii wazazi wake. Wapendwa, tupo hapa wenye usomi na mangamzi mbalimbali, mapadre, watawa, walimu, watu wanaotoka katika taasisi mbalimbali, tukumbuke kuwatii wale wakubwa wetu bwana wetu yesu kristu kama tunavyoambiwa alikuwa mungu lakini eh, hakuona ni kitu cha kung'ang'ania kama tunavyosoma kutoka barua ya mtume paulo kwa wafilipi sura ya pili aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja hakuona kwamba ni kitu cha kung'ang'ania bali alitii na akatii mpaka kufa sasa ndugu zangu, sisi huenda tukawa na elimu au na mangamuzi makubwa, lakini tukumbuke mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anarudi nyumbani. Licha ya kwamba alikuwa Mungu, aliendelea kuwatii wakubwa wake, na sisi tunao wajibu wa kuwatii wakubwa wetu, viongozi wetu. Naomba mapendwa maujaji, tuwaombee hata viongozi wetu wanapotunga sheria, ziendane na sheria ile kuu ya Mungu, natural law. Mtuombe sisi tulio na wajibu wa kuongoza tunapotunga sheria ziendane na sheria kuu ya Mungu, na isiwe ya matashi yetu. Ziwe sheria za haki, ziwe sheria ambazo zinatuongoza kwenye ukweli, na ili tuliombee hapa, tuombee sisi viongozi na tuwaombee viongozi wa kitaifa, viongozi wa taifa letu wanapotunga sheria ziendane na matakwa ya Mwenyezi Mungu na siyo matakwa yao wenyewe au ubinafsi wao. Wapendwa waamini, tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo anaporudi kutoka hija, anabadilika, anaendelea kukua katika hekima na kimo akazidi kupendwa na Mungu na watu. Wapendwa taifa la Mungu, karibu tutamaliza hija yetu. Tumesikia mengi tangia jana usiku na leo asubuhi, tumesikia mengi Tumefundishwa ya kutosha, tumepewa dozi nzuri sana kutoka kwa waubidi maili ambao wamekuja hapa. Ninawaomba na sisi tunapotoka hapa, tubadilishe maisha yetu. Bwana wetu Yesu Kristu alibadilika katika kimo na hata katika makuzi yako. Na sisi tunapotoka hapa, tubadilike nyumbani. Kwako waone kwamba wewe umebadilika baada ya kuja huku hija. Pale unapofanya kazi, waone kwamba umebadilika kila sehemu utakapokuwa waone kwamba umebadilika, kama Bwana wetu Yesu Kristo alipotoka hija alibadilika kimo na alibadilisha hata mwenendo wake, hata kaendelea kuwatii wakubwa wake. Kwa hiyo sisi tunapotoka hapa, ndugu zangu, siyo tukasema kweli huyu alihubiri na huyu alisema hili na huyu alisema hili basi, lakini e, hakuna kitu chochote ambacho wewe unasema, mwaka huu waida, nimebadilika ninataka kufanyia kazi kilema hiki nilicho ni nacho. Kama nilikuwa mzembe, ninabadilika kama nilikuwa mtu ambayo nina kiburi ninabadilika. Hata kama mimi nilikuwa nimraruzwa, ninabadilika. Sasa naona umuhimu, ninaona umuhimu wa kutenda haki. Kama ni kiongozi, tunasema mimi nabadilika, naona umuhimu wa kutenda haki. Wapendwa waamini, tuombe mama Bikira Maria, mama ambaye alikuwa na Bwana wetu Yesu Kristo atamwona anabadilika, na sisi atuombee tuweze kubadilika. Mama Bikira Maria, mama wa wote, asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ajili ya kukiri imani. mm-hmm.